Ee, karibuni tena. Leo tumekuja kwa ajili ya ishu mpya, kazi mpya, mambo mapya. Leo bwana, tumewaletea generator mpaka kilowati tatu pointi mbili, nguvu nyingi hapo kwenye hicho kidude hapo hicho kama cheusi hapo, mm-hmm, hiyo ndo bakula yake ya kuvuta hiyo ya. Sawa, alafu sasa hiyo unavuta kimtindo tu tu, yani kidogo tu, chuma imekubali. kwa da e bwana, mbona hapo kwenye hicho kidude hapo nitakuwekea kialama cheusi hapo, maana yake hiyo ndo sehemu ambapo wewe unavuta, wala uvuti kwa nguvu, kidogo tu unavuta kimtindo tu, chuma inakubali. Umeelewa, eh? Sasa hapo unapovuta una, lakini kuna vitu lazima uende mbele kwenye dashboard. Kuna sehemu ya mbele, sehemu ya mbele utakuta kuna vikulumbwezo vingi vya kuwasha hapo juu, na pia kwenye sehemu ya mafuta kuna sehemu imeandikwa on na off. Pale unatakiwa uweke sehemu ambapo imeandikwa on, sawa alafu ukishaweka pale on, huku mbele sasa kuna sehemu zenyewe na nyenye za kuwasha, unatakiwa uziwashe, alafu ndo uje hapa kwenye kamba uvute. Ukivuta tu hii kamba inawaka. Sasa twende mbele kwenye skrini yetu, ili tuweze kuona kinini na nini ambacho tunaruhusiwa kukiwasha ili generator yetu iwake kirahisi. Yani ukiona unawasha hii generator haiwaki, <clears throat> ujue kuna kitu umekikosea lakini jenereta hii haisumbui kuwaka. Unaona, tuko pamoja? Haya, tunaanza, tuna hapa sasa. Umeona hapo kulikuwa ni kwa switch, sawa, ambapo sehemu ya kwanza kabisa ndio kuna nini? Kuna hiyo kitu kinaitwa kimekaa hapo kama sheli, hiyo ni sehemu ya kuzima. Yani endapo jenereta lishawaka, hiyo ni sehemu ambapo wewe unazima. tuko pamoja? Sasa tunaenda kwa ajili ya kuwasha, unatakiwa hiyo ishuke chini. Umeona hapa kwenye hiyo kama hiyo sehemu ya kuzungusha kwa mbele yake, kama kuna kisehemu kimekatwa, sawa? Hicho hichi ni kama kialama kwamba wewe mshale wako umeelekeza wapi. Hiyo sasa tunaishusha hiyo, hiyo inakuja kushuka paka kwenye eni. Kwa nini inaaka kwenye eni? jenereta hii tofauti yake ni kwamba yenyewe haina choki. Hii ndo choki yake tushazoea jenereta zingine zile ni lazima tupandishe kwenye nini, kwenye choki, lakini hii, hii ndo choki yake. Unaelewa, unashusha hapo kwenye nini, kwenye kwenye hiyo n. Ukishashusha kwenye hiyo n sio peke yake ndo unawasha hapana. Ukishashusha kwenye n sawa, ukishashusha kwenye n, unatakiwa sasa hapo. Jenereta kuna vitu vingine vya kuwasha, lakini ukishawasha vitu vingine ikiwa pale pale kwenye on, unavuta kamba yako. Ikishawaka sasa, ikishawaka una kitu lazima ukirudishe hiki hapa, angalia vizuri eh bwana eh, umeona sasa. Hapo hapo kwenye on on on hapo sawa, on, maana yake umeiwasha, umeweka chuki kubwa. Lakini ukirudisha kwenye on, maana yake inakaa silence kama kawaida, kwa sababu kule ukiwasha inakuwa kwenye risk kubwa. Kwa hiyo unarudisha kwenye on, inakaa silence kama kawaida. Sawa, tumemaliza kwenye upande wa mafuta na kuhusu choki. Sasa tunaamia katika upande wa nini, wa vidivashio vingine. Umeona hapo mkono wako wa, vidi, vidi, wa, vidi, wa apo, kulia, sawa, kwenye, kwenye restart switch, umeelewa hiyo? Achana nayo. Kwenye hiyo inayofuata ni screen hii, itakuwa inakuonesha voltage pamoja na current inayotoka ni kiasi gani. Sawa, hiyo ndo kazi yake hiyo screen. Ehe, sasa hapa katikati kuna kaswichi juu, kuna kama ka namba moja chini kuna sifuri. Hii inatakiwa ikae kwenye namba moja, bonyeza upande wa namba moja, kwa sababu huu kwenye sifuri ni sehemu ya speed, yani endapo tutakuwa tume tumewasha kitu yani generator ime overload sawa, yani generator kama inataka kuzidiwa unaweza kushuka huku chini ili kuipampu kuiongeza spidi lakini sisi tutatumia kwenye namba moja. Kwa hiyo inabidi hiyo button ishuke kwenye upande wa namba moja, yani kulalia upande wa namba moja. Sawa, tuko pamoja. Tunashuka chini kidogo, hapo chini kidogo, kuna kibutton hicho kibutton ni kiswichi hicho ki, kinatakiwa kizame ndani, ndo kinakuwa kiko kwenye nini, kipo kwenye on. Tupo pamoja ndugu zangu e wala, mwone baada hapo kuna shuka chini kidogo kwenye hiyo ya blue. Sawa? Na ku ku comment na ku share. Ya yeah. Kwa sababu ukisubscribe, maana yake utakuwa ni wa kwanza kila tunapotuma kitu muhimu ambacho kinahusu maswala ya umeme, kujifunza, kufahamu, kuwa na idea, maana hiyo ndio kazi yetu ya channel yetu kuelekezana vitu baadhi, ili watu kia anapopata kitu kipya awezi kufahamu na jinsi gani kukitumia Okay? Asanteni, tunaendelea kwenye hiyo blue sasa kwenye hiyo bluu, hiyo ndio sehemu ya kuchomeka output ya waya yako, yani unategemea kuwaka. Sawa? So, lakini tofauti yake sasa ya hapa, hichi kidude ni tofauti na vile tunavyotumia sisi, kama zero plug za meno matatu. Hii ni meno mawili, huwa wanakupa plug yao kwa hiyo kazi yako ni kuunga na kupeleka umeme sehemu husika, sio kama ukanunue na wewe plug tu pamoja ehe. Kwa hiyo hapo tutakuwa tumekamilisha jenereta yetu, unaenda kule unawasha. Ukishaenda kuwasha kule, unakuja kwenye, kwenye eni, ikisha, unakuja hapa kwenye eni pale, unaangalia umeshusha vizuri, unakuja kwenye ndani yetu nyeusi, hapo kamba unavuta kidogo lakini hiyo kidogo haimaanishi uvute taratibu, ni kidogo lakini kama unaishtuka kwa nguvu kidogo, ili injini ipate mzunguko, lazima ishtuke kwa, kwa nguvu. Nashukuru so, kidogo, kidogo. Nashukuru sana kwa kunisikiliza kwa sababu hii, hii ni generator mpya ya kisasa kabisa. Uh, ni watu wachache sana ambao wanazo na hawajui jinsi gani ya kuziwasha. Wengine anawezekana alielekezwa pale pale dukani amesahau, lakini tukaona ni bora tulete katika akaunti yetu ya YouTube, ili watu akiingia waweze kuzisearch na kuzipata na kujifundisha. Karibuni sana, TZ uhakika, karibuni. Tu subscribe ku-like, kushare, kuna mambo mengi mengi mengi mengi mengi hapo mengi sana, ukiingia kwenye akaunti yetu tutakutana.